Laurent Muta Manko ni mwandisi katika mradi huu ambaye nakuwa kama site agent. Mradi huu unatekelezwa na kampuni inaitwa Josam and Companies lakini Alabu amechukua kama subcontractor. Mradi huu umeanza rasmi tarehe sita mwezi wa kumi na moja mwaka 2024 24 na utegemea kukamilika tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2025 25, una urefu wa mita 890, ambapo unaanza maeneo ya Soneki na kuishia maeneo ya Bomani, na kwa sasa hivi maendeleo ya kazi ya hii alami ya kiwango cha lami ni kama 60%. Paula Chalesi Masao. Tunaishauri kampuni ya ALAB pia ipende kwa kuwapokea na wamama wengine. Wamama wenzangu, nashauri kujiunga kwenye kampuni hii, mambo malipo ni mazuri, pia ni kampuni inayojali wafanya kazi na mambo mengine mengi. Mazingira ya kazi kwa upande wangu ndio yako vizuri kweli. Ndani ya hii kampuni tangu nimeanza sijaona ubaguzi wa aina yoyote, nimepokelewa tu vizuri <tukatikana> tunafanya <tukatikana> <tukatikana> kazi kwa kujituma. Abubakari Ramadhani. E, niko kwenye hii kampuni nadhani na kama wiki tatu hmm, lakini kwa siku nilizofanya hivi mafanikio nimeona vidogo vizuri kabisa, na kampuni yetu iko vizuri kabisa ilivyoanza. Kama hapa sasa hivi ndio tunahangaika kama hivi. Kama vijana vijana wenzangu, mimi nawasisitiza sana, ili tuwe tupambane kwenye kazi kama hivi, tusijiingize kwenye mambo ambayo hayana maana, mambo ya uiba, unajiingiza kwenye udokozi, unasubiri kwa mzazi wako kwamba pesa au hivi na hivi. Kwa hivyo hatutaki, jaribu kupambana, kijana mwenzangu, pambana shughulike kama hivi unavyoshughulika, tutakuwa vizuri wote. Hatuwezi kuingia kwenye mambo kama haya. <coughs>